Waswahili bana, wana maneno yao, wanasema mla mla leo mla jana kala nini, na haya maneno anayounga mkono Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akielezea pepo ilivyo, anasema: peponi fil jannati ghurafan Eh, turaa dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Peponi kuna vyumba vya ajabu, duniani vyumba kama hivyo hakuna. Vyumba hivyo ukikaa nje unaona ndani, na yule aliyokaa ndani anaona nje. Masahaba akamuuliza akamwambia, liman hiya ya Rasulullah, nani atakayenda kukaa katika pepo kama hiyo? Akawaambia, hiya liman afsha salam wa at'ama at'am vyumba hivyo atakayeenda kuishi humo ni yule ambaye kazi yake ni kusalimia wenzake, hamnuni mtu lakini, awa ataama taama, akawa analisha watu chakula. Kama hivi mnaonaje? Mfalme wa Moroko, pepo yake itakuwa ni ndogo itakuwa ni kubwa? Na sisi katika ziara yetu katika mji wa Fasi, mashekhe wamekula hawa, wakirudi wake zao watasema e eh, mwende tena na tena. Mungu atukubalie ziara yetu. Tarehe 22 tunaenda kumalizia ziara hii, muwe pamoja na sisi, sako kwa bako. Allah abarik. Allah jalie kila la kheri. Yupo mpuzi mmoja anasema eti kusoma ndo nini? Yupo mjinga mmoja eti anawasema waliosoma wako wapi, ondeni, nimepanda ndege. Sisi tunamjibu tunamwambia waliosoma wako huku, alafu tutamuuliza yeye huku kashawahi kufika. Kama yeye ni magari, basi sisi ni kina fulani mandege. Sasa tulinganishe gari na ndege, ipi inaruka na ipi inaenda kasi. Someni taallamu lilma. Eh, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema taallamu lfaraida waalimuha, someni. Akatoa mfano wa ilmu ya faraidhi na ifundisheni. Na katika kusoma basi Mwenyezi Mungu humnyanyua mtu daraja kwa daraja na humfikisha mahala ambapo hajawahi kufika. Oneni leo hii kupitia kusoma, mnanisikiliza? vijana wa leo ni kusoma ndiko kuna kuweza kuka kupandisha ndege ambayo hujawahi kupanda. Hata yule ambaye anawasema watu hovyo, hajui tu yeye mwenyewe kasoma, anadhani elimu ni ile ya kukaa darasani, bali elimu ni ile ya kukaa darasani na zaidi ya kukaa darasani. Someni wadogo zangu, mpate tembea, someni mpate panda madege, someni mjekulea vizazi vyenu Tupo katika mji wa Fas, magharib Moroko. Bila kusoma tusingefika tulipofika. Mungu siku moja awajalie na nyinyi muweze kufika huku ambapo sisi tumefika. Eti waswahili so wana maneno ya kale, anasema kwani sisi watu wa leo hatuna maneno mapya kuongezea, watakaokuja wapate ya kale tuliyoyasema. Basi naongeza maneno haya kusema, na kwa bahati basi, wacha mseme mbahatike Ma fi lmuqami, katika haya maisha ambayo wewe huko unaishi, chukua maneno yangu. Ma fi lmuqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fadai al awtan wa wahtaribi, duniani hutopata raha kama siku zote huko hapo hapo Kinondoni hapo hapo Tandika hapo hapo Mabatini, Yombo, Dovya. Lazima utembee uende huku na huku. Kwani hamuoni watu wanavyowaringishia? Leo mtu kaenda China. Kama wafanyabiashara wanaenda China, basi mashehe wanaenda zaidi ya China. Kama wajasiri ya uh, mali wanaonekanwa ni watu walio jiokota wakatoboa katika haya maisha, basi mashekhe wametoboa zaidi, kwa sababu mashekhe, leo hii tumefika mahala ambapo wajasiriamali wote hawajawahi kufika, wafanyabiashara wote hawajawahi kufika. Mwandaye mwanao aje kuwa shekhe, ili haya nnayoyasema ayaseme kwa vitendo. <coughs> mafilmu kamili dhi aqlin, katika haya maisha hamna raha kama kweli una akili, huwezi ukapata raha kwa kukaa sehemu moja tu hapo hapo ulipozaliwa. Hama, toka, safiri, tembea huku na huku, kwa wazungu, kwa Waarabu, kama hivyo ambapo tupo sie. Eh, fadhaila autana wa gharibi. Basi hama huku na huku, ndipo utapata maisha. Nimalizie maneno haya nikiyaeleza haya kwa hisia kali na hisia kubwa, nasema kama nilivyoanza kwa msemo, basi namaliza kwa msemo kwamba waswahili wa kale wametuambia, tembea uyaone. Mimi nasema maneno ya waswahili wa leo, soma uyaone. Kwa kusoma tumefika hapa tulipofika, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ma waswala ambatu ni waswala illa bilhurma, hajapanda ndege aliyepanda ila kwa kusoma na kwa heshima. Mwenyezi Mungu awajalie vijana, msome ili mfike huko tulikofika. tembea uyaone, lakini soma uyaone. Mungu ambarik mheshimiwa Mufti yeye ambaye amepambana kwa Tanzania, vijana wa Kiislamu, ashekhe na maimamu Tumepata nafasi hizi alizotupa mheshimiwa mufti, Mungu amehifadhi sana na amlinde na amjalie awe ni miongoni mwa watu wa peponi, na Mwenyezi Mungu amtengenezee zaidi na zaidi na zaidi. Faida tunazozipata hizi ni kubwa, na nyingine ndo hizi tunawapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.